Yes, hello. Halo, baby. Shikamoo mama, baby Chimakeke. Poa, nani mwanzangu? Unongea na Elmando hapa bwana kutoka Bongo Flava. Lo, na nakaongea na namba yangu mwanzo. Hamna bwana, wewe si star bwana, namba yako lazima itapatikana tu. Tuna namna ya kutafuta namba bwana ya mtu kama wewe huwezi kuikosa bwana. Bana, kwanza uh -huh, ni niseme nikupongeze, nimesikia ngoma yako ya Mama Chanja. Wewe, oh, umesikia ngoma yangu wapi? Mimi mimi tayari taarifa nishapata na nikanyagia mitandao, ni mzee baba. <pulong> Hamna. <laughs> of of course nimesikia na mimi of course, kuna namna. Ndio maana nimejaribu kukupigia, tujaribu kunizungumza na wewe. Huenda labda nimeongea, so mimi niliamini nimeongeailiamini atujatendea haki mziki wa hip hop, lakini huenda labda upo serious na hip hop. Ndio maana nimetaka kupata maneno yako. Mimi ni serious na Mama Chanja, hip hop ni maisha yangu ya kila siku, ndio maisha naishi. Hip hop sio? Okay, okay, lakini mimi ni cha kweli, uhalisia, serious, serious na mama Mama Chanja, sema maana ndio. Lakini wewe huko labda Mama Chanja anaona uko kwenye mahusiano, huenda labda anaona wewe uko na mahusiano mengine na wazungu huko

nataka ku trend. Before ya kuongelea wimbo wako nataka ni nipate ni, ni kidogo habari zako kuhusu Mama Mama Chanja. Mama Chanja ameanza ku trend kitambo sana, lakini nimeona juzi ndio ndio wewe umeanza umeanza kama mwezi na na na Mama Mama Mama Chanja. Chanja Chanja Chanja. Kitu ambacho umekiona special kwa sasa sasa hivi? Uh, hivi mi, mimi nafikiri nimeanza kitambo sana. Hata hata trending na ile ampost tena na uzauza sabuni zile au sio bana? za maji kitambo sana um, ila mi kipindi na hiyo nilipoanza kumuona, nimekuwa na, nil, hmm, hali nilimkubali ule mtoto wa kike kifupi, alafu mi mwenyewe pia nimekuwa na mambo mengi nini kidogo, ile kapotea kwenye kwenye ramani, sijui mambo ya mitandao, sio muda wote unamuona mtu, kwa hiyo tumepoteana kwa muda, mi nimefikia muda sasa hivi nataka mtoto, unajua yeah, okay. Um, mi ni kutokana na yani future ambayo mimi naiona kituristi yani, nakuta Mama Chanja hapa nakiwa mbavuni na naishi na kituristi kabisa, maana ni mwanamke ambaye ana akili, ni mtafutaji, ni mpambanaji, anajitegemea. Kwa hiyo anajua hata yani, nikimwacha nikiondoka huku duniani akiwa na mtoto wangu, nikimwacha na mali hapotezi, yani ni mtu ambaye yani kujiongeza, tofauti na wanawake ambao nimona mitandao sio okay. Yo, unataka kuniambia yeah? Mzee wangu ulikuwa bado una mtoto? Mimi ah, sina okay. Mimi na mtoto wa kizungu, passport ya mama kibongo umeshazungumza na unataka upate mtoto wa kibongo, rafiki <coughs> <coughs> yangu, lazima tuache. Umeshazungumza na mama Chanja yeye mwenyewe na kuamua mw kutunga ngoma au umeamua kumfanyia surprise kwenye wimbo? Mimi Mama Chanja nilimtafuta dem yangu ajajibu sio. Naona anakupanga kwamba ni mtu anachukulia kama vile natania. Hapo kwa mwanangu nimeandika rafiki yangu bila peni bila daftari bila karatasi. Nimeelewa kutoka moyoni, mpaka nimefika studio ya rekodi hivi. Ndio hapo mwanangu nahitaji stand nini ya kuweka? Yaani nimeandika rafiki yangu full meditation, yaani full manifestation ya ngoma rafiki yangu. Eh bwana, ngera mzee wangu. Ah, mimi mmoja mwanangu. Sawa, nimalizane na Mama Chanja tuamie kwenye ngoma Nimeona Mama Chanja wenzake wanamtania wao, ambao wanakuwa nao karibu sana, akina Kipotoshi, akina Mr. UK na nani. Inawezekana ujumbe umemfikia ipo hivi hmm. Mimi kutokana na na, na uelewa wangu hmm. Kama mie kama tourist expensive professor, sio kutoka magetoni, putin za makombora. Mama Chanja taarifa ipo nayo na anajua hmm. Lakini sasa, Mama Chanja yeye anachokichukulia yeye ni kwamba mimi natani haja nipa muda kwa kunisikiliza, au bana. Yale anachonena mimi natania, alafu namuona mwenye mitandao anaongea mambo ya hela. Hela, hela ni nini? Hela ni nini? Mtu vidogo mimi nashikilizi, mimi nipo na hela na paundi na shilingi, unanielewa? Na kiuza viwanja. Kwa hiyo haya anaongelea mambo ya hela, hela ni nini? Bwana, mambo madogo tu ni kabla kuingia kwenye ngoma na chochote cha kumwambia Mama Chanja sasa hivi nahisi atapata ataupata ujumbe.

Sawa, tuje kwenye, kwenye wimbo. Uh, Chimakeke, nimesikiliza ni, ni, ni, ni ni ngoma yako mzee, flow kali even buzz na uandishi ume, uh, wako umekaa fresh sana na nimeona umetoa shout out kwa marehemu Mangwea. Umeshawahi kufanya uh, nyimbo before muamini muziki ha,

yani, yani kwamba mimi sifanyi kama biashara mimi nafanya kama, kama fan. Kila ninapojaribu kukaa mbali na hip hop, Hip hop inakuja karibu na mimi. Kwa hiyo ni kitu kwenye damu, kwa hiyo mwisho wa siku hip hop imenizidi nguvu. Nimeamua tu kwamba nitaitama mbao kama kawaida, lakini mziki ndo tumeanza ila tunaendeleza gurudumu la hip hop. Okay. Hip hop ya bongo unaionaje? Unahisi kuna kitu unaweza kuongeza au iko vizuri? Hip hop ya bongo mwanangu Uh, meeza nikasema hip hop ya Bongo ipo vizuri mwanzo tukija kwenye kama tukusa kina, kama kina wakazi um, yaani kuna madogo kwa kibambo hapo vizuri. Mimi um, nafikiri hip hop ipo vizuri, ni kwamba tu vijana wengi au soko limehamia kwenye miziki ya, ya, ya, kama mapenzi mapenzi miziki ya pale, yaani soko limebadilika fulani, ila hip hop ipo pale pale na wana kama kilani kimbishi kifupi wana um, an, kibao bado wapo kwenye game na mi nafikiri hip hop haiwezi kufa, ni kwamba tu vijana hususan wa mwaka elfu mbili wameamia tu katika mziki ambao ni tofauti okay. ya wa yeah, kizazi kipya, kwa sababu ndo ndo vitu vinavyo trend, kwa sababu soko lipo sana katika mazingira ya entertainment, sio uhalisia wa maisha, na hip hop inaongea kuhusu uhalisia wa maisha yetu ya kila siku, na nikitu ambacho ana hataki kusikia kuhusu maisha ya kila siku, anataka kusikia kuhusu Una exposure umezunguka sehemu nyingi, hasa naona huko Ulaya zaidi, na tukiangalia mziki wa bongo una struggle sana. sio tu kwenye hip hop, even hata kwenye mziki wa kawaida wa kuimba wao wa kina Um, mimi nafikiri sisi tu kwamba watu hawawezi kufika, alafu paka paka hapo walipofika au kina Diamond kina nani? refu so, so, so, juu kuna watu hapo Nigeria pia hawajafika kama kama hizo walizofika kina Harmonize, kina Levan, kina na na kina kina tuseme um, um, kama kina Mbosso tuseme. Okay. Mimi nafikiri mimi nafikiri soko linahitaji marketing. Yaani mm -hmm. Kitu cha msingi ni marketing. Maki maki ya mziki ni biashara. Mm. Na unaweza kuwa mkali , lakini ukikosa marketing basi unabaki kwa underground. Unakuwa unakuwa, lakini unakuwa underground. Kwa hiyo mimi nafikiri soko linahitaji marketing. Hata ukiangalia kina kina lio ambapo Marekani inai, um, kina kina kina Chris Brown nani, wasanii wengi sana wa Marekani wamefeli katika soko la mziki kwa sababu wamekosa tu management na marketing maana ukikosa vitu hivyo unaweza kuwa mkali na ukafifia na ukapotea. Kwaibo, kwa hivyo ni soko ambalo lazima watu waekeze, sio? Yeah. Okay. una, una, una, una unamsikiliza nani hasa kutoka Bongo, au kwenye upande wa hip hop na wasanii wa kuimba? Mwanangu ule mmoja, sababu ule alikimbisha amenyoka. Ali ya pendeshi alafu basata kidogo ina mbara, lakini nimekuwa natemaga shit. Yani yule mwana angekuwa anatemaga shit sana, na msikilizaga pia mdogo wangu Tisigwa, na msikilizaga Alasko Sembo, ni madogo wapo underground, lakini yani napenda muziki wao. um um ndo nikasema yani kifupi, wakazi na ukubali kikosi chote cha tukusa na kikubali mm. Um, kwenye kuimba da, mi mwanangu Diamond ani nakubali. Nafikiri katika mazingira ya akubaksb katika kuimba ah, na, na, na,

Yeah. Okay, ah uh, bakumalizia mzee ba my brother Chimakeke kuna vitu ambavyo sasa hivi na trend sana ambavyo unaviongea wewe kwa mfano live la kituristi, gadenti, sini nini, huku uwezi kuishi mdogo wangu, watu wamejaribu kukopi hiyo misemo yako wanaipenda sana. Ah uh, ulikuwa unaohimiza sana madogo kutoka geto na vitu kama hivyo. Mimi nataka kujua kampeni yako hii imeishia wapi na haya maneno unaozungumza ni maisha unaoishi ya kutalii au una fui, just inspiration. Okay, um Mwanzo ieleweke kwamba mie nimetoka maisha ya chini, maisha ya uswahilini, maisha ya kimaskini. Um, kila mmoja napitaga changamoto, mi nimepita changamoto za kwangu, ni changamoto zinatofautiana. Mi nimepitia maisha ya kiteja, nilikuwa mteja, nimejidunga, nimenusa, nimeunguza, yani nimevuta, yani mi unaambi chochote kuhusu msharaf, kuhusu brown, kuhusu mende, yani kuota kuonyesha pita, kuhusu vijiwe nini Temeke, yani una cha kunaambia kwa hiyo um, kuna maisha ambayo nimepitia alafu nikaamua kubadilika tabia. A, mi maisha yangu ni inspiration tosha, na maisha yangu ni naishi uhalisia sifeki, take it or leave it. Naishi kituristi sasa hivi. Nimeishi maisha ya kiteja, nishawai kuishi maisha ya kimalaya, nishawai kuishi maisha ya makundi yani, nimeisha maisha yote, lakini mwisho wa siku nikiachoka maisha fulani nayavua na nabadilika. Kwa hiyo mi sasa hivi naishi kituristi, na kwa hivyo mi ujumbe wangu mkubwa kwa vijana ni kwamba hamna kisichowezekana. Najaribu kuwainspaya kupitia maneno ya kupita viio atatak ae wa Okay. uh, wa, wa, watu wengi wanaamini unaishi maisha ya kulelewa na mwanamke ni kweli? Mimi bro yani, kwenye kule leo, unajua unajua, kuna tofauti fulani hivi kati ya maisha ya Kitanzania au ya Kiafrika na Ulaya. Afrika muda mwingi unakuta ukikutana na mwanamke kama ana hela, anaweza akawa ndo akakuweka nini akawa anakuhudumia na kukupa gari nini hivyo hivi, ukawa unaishishi kwa sababu maisha tu Afrika sio maisha bills, ni maisha kawaida fulani hivi um, mwanzo ya leo kwa vijana wengi kwamba hapo Ulaya hakuna vile au niongele hapa nilipo mimi Uingereza, BBC Rwanda, BBC Rwanda hapa hmm. Ukija kuna kupeana visa, visa zinatofautiana, kuna kuna kuna kuna tourist visa, kuna spouse visa um, kuna uh, business visa, kuna sijui working sio nini whatever, nyingi mimi sijui, najua najua yangu mimi hiyo hmm. Visa ukipewa yani, visa pili upewi kama unajapata uraia au kichauke, indefinitely to remain visa pili upewi, lazima one bank statement, lazima one pay slip, lazima waone uh, bills ambazo unalipa wewe mwenye kupitia account yako. Sasa mzee baba, hivyo vitu kikosa upoi visa ya pili, hata utaelewa kweli, mzee baba, nakuelewa mimi nakuelewa vizuri sana utalilea alafu, kitu cha pili hapa Uingereza. Hii ni Uingereza au nyota, mbona ndili na economics? Yani hapa ukai bure, yani upende kazi utafanya, usipende kazi utafanya. Hapa watoto wanaanza kufanya kazi wakiwa na miaka kumi na sita. Yani, yani hapa kazi ufa, yani upende usipende kama wewe ni mtu wakuja, yani utafanya mitawagaina watu mchana. Yani mchana hakunaga mtu mtaani, yani kama vile kwenye movie mazingira mazombi, hakuna watu kabisa. Kwa hiyo huku vijana walewe kwamba huku kazi utafanya, yani upende usipende, na bills utalipa, utachagua wewe utachakua na kwa kutumia basi au kutumia gari gari yenyewe, mwanangu sio lakinia, tukija kwenye yeah, masuala sasa ya ma mada ni na nini, nikipata sah kidogomiasita mia saba mimi ni mmoja nao. <laughs> <laughs> Sasa ndio maana nakwambia huku, upende kazi utafanya, usipende kazi utafanya. Ni kwamba ndio lazima ujiongeze, usitegemee mshahara. Lazima una akili ya kujiongeza, uanze biashara zako za online, yani wewe na hapa na pale una akili mwanangu, uone unaishi vizuri. Usitegemee kazi 9 to 5, unakogana michongo yako ambao upo kazini. Kama kuna fulfillment by Amazon na FBA unapiga picha michongo yako, pesa inaingia wakati wewe unapiga kazi nyingine umelala, okay. Unahisi una, una vijana wa Bongo wanacho issue ni language barrier inawarudisha ina nyuma au ni waoga? Uh, mi, mi nafikiri ni uthubutu, uoga na uzembe, ni kutamani tu maisha, lakini hawapo tayari, hawana ule utayari yani, hawana utayari wa kujitolea kusacrifice muda. Wapo tayari wakabeti, wapo tayari wakati msimu mpira wa Simba na Yanga wafuatilie dawa za kuongeza nguvu za kiume wafuatilie, sijui wali, wali marage ubovu wa marage wafuatilie, sijui ngono umbea ushubwada. Lakini kutenga muda okay, okay, sio kitu kibaya, ni part part of of life, ni part of the culture. Lakini kutenga kama lisaa kila siku kusema akia na focus na kujifunza kitu fulani, vijana wengi hawana uthubutu, hawana utayari Da bana nice. Story lako zuri kweli kiongozi. Mimi kitambo mi kwa nikijiposti tu. Um, ila video za kujipost zilikuwa zendi mjini, nilipoanza kupost matukio video na zikaanza kutembea so yeah, nikamwona ndoka na content hiyo hiyo ya yeah, kupost matukio so kujipost, yeah man okay, hapo nimekupata mzee wangu ah. Uh, my brother mimi nahisi uh, tuna muda mwingi wa kupiga story lakini hiki ambacho nimekipata leo nahisi vijana wataenda kuna nini. Mimi nikiwa na issue ya kuzungumza nitakuwa na kucheki my brother. Vijana wale, kitu kimoja hamna kisichowezekana bro humu duniani, yani kama unaishi humu duniani chini ya jua, chini ya mvua, yani humu humu duniani hamna kisichowezekana if you give it your all, yani ukiamua. Mbona sisi tumeamua? Mimi mwanangu, nimejifunza lugha zisizopungua tatu bila kwenda shule yoyote ya Kijerumani bro. Okay, naongea kwa kidogo, naongea na Kitaliana, Kiingereza hizi lugha mbili tatu nimejifunza kwa kuuliza maswali kwa sababu ya interest. Ukiwa na interest na kitu utaanza unavoanza, sivyo? itakapokuwa wadamiwako miaka miwili lazima utaprogress, mimi yeah. Na mimi nadai katika shughuli zako kuanzia hapo, kuna sehemu ulianzia kimasiara masiara, lakini kwa sababu ni kitu akifanya mara kwa mara, lazima lazima utakiboresha yani, yani ni upendo usipende, lazima utakuwa better kitu, sio kabisa. Hilo ni sahihi kabisa kwa kwahivo vijana wache uzembe, waanzi, wakati sahii ni sahihi, wakati sahihi sio kesho, ni sahihi. sahiikuna sehemu bado anatamani kufikia, kuna mafanikio nayatamani, au kuna seheu nataka ku mimi mwanangu nina vitu kibaa ambavyo ningependa kuvifanya, sija au ina vitu vingi ambavyo ningependa kuvipata au kuvifanya na sijavipata na sijavifanya, nanajua nika nini kwa mimi naweza nikasema silaumu yani, mimi katika maisha yangu silaumu kwa sababu najua nikitaka ni, ni kitu nikikipania ni, ni nikikiamulia hmm. Nakipata na kama sijakipata ina maana kwamba sijakiamulia, okay. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo ningependa kufika, kuna vitu ambavyo ningependa kufanya, kufanya vitengea, au kuvipata sijavipata kwa sababu sijavitengea au sijavipatia muda okay, okay.

sinio peke yangu naongea, ila mimi mwanangu, nikipata mtu mwenye akili yani yani, tukichili vina vingi sana vya kuongea vya msingi na vya maana, afu tuongea kijitu kizima. Mimi mwenyewe nimegundua ya tunajua kule mwanangu, kule ile ni content yangu mitandao. Kuna content, kuna maisha ya kando, maisha halisia. Kwa hiyo content inabaki kwa content, ila tukikaa pembeni tunaongea vizuri tu, tunaelewana kiongozi.